Baraka za Mungu Baba aliye hai zikujie, zikufikie, ziwe pamoja nawe, wewe na familia yako pamoja na wote ambao wanakuhusu watu wako, na katika kazi yako na kila jambo unalolifanya. Na, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Naitwa Zawadi Machibya kwa mara nyingine na kukaribisha katika Sauti ya Rhapsody. Sauti ya Rhapsody ni tafakari ya neno la Mungu inayoandaliwa na Mchungaji Chris ikifahamika kama Rhapsody Hakika ya uhakika. Ama basi, hii leo ni Aprili pili, siku ya pili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ujumbe wetu leo unasema shikilia neno kwa uthabiti, shikilia neno kwa uthabiti. Na neno la msingi linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, nalo linasema hapo mwanzo kulikweko neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ufafanuzi wa tafakari ya leo kutoka kwa mchungaji Chris unasema hivi: kila kitu anachofanya Mungu hufanya hivyo kupitia neno lake. Hii ni kweli ya msingi, na, na ni muhimu sana ya kuifahamu kila wakati. Neno la Mungu ni nyenzo yake ya uumbaji. Kutoka Mwanzo sura ya kwanza, tunajifunza kwamba Mungu aliumba kila kitu kupitia neno lake. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ukiangalia pale Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, kisha mstari wa tatu unasema Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Neno lake lilileta mpangilio na uzima kwa ambacho kilikuwa ukiwa na hakina utaratibu. Kisha katika Injili, Biblia inatangaza kwamba kutoka katika Yohana sura kwanza mstari wa kwanza hadi watatu kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kila kitu kiliumbwa kwa neno na pasipo neno hakuna kitu kinachoweza kuwepo. Ufahamu huu unaonyesha nguvu isiyo na kikomo ya neno la Mungu. Unapolishika neno, unaweza kufanya chochote, unaweza kufanya lolote. Huenda kuna mtu anaweza kuuliza, kama hili ni kweli, kwa nini kuna watu wengi sana ulimwenguni wanaoteseka? Mbona wengi wako kwenye maumivu? Jibu la Mungu kwa mateso na maumivu duniani ni Yesu. Na Yesu ni nani? Yeye ni neno. Tumesoma hayo awali katika Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu na katika Zaburi 107 mstari wa ishirini Biblia inasema hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Neno huponya, huokoa na hukomboa. Linaleta matumaini, uponyaji, marejesho na majibu kwa maswali magumu zaidi ya maisha. Kama umekuwa mgonjwa na madaktari wamekukatia tamaa kwamba waelekea kufa, unachohitaji ni kushika neno rohoni mwako. Ndani ya Kristo una uzima usioharibika, usioweza kuangamizwa na usiofifia, uzima unaoharibu magonjwa, maradhi na udhaifu wowote. Shikilia, kumbatia kweli hii na ujenge ushindi wako. Kila kitu unachohitaji kiko katika neno la Mungu. Kwa hiyo endelea kulikiri neno. Maombi: Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa nguvu ya neno lako ambalo linaumba na linabadilisha. Ninapotafakari na kulitamka neno lako, ninaumba maisha ya ushindi, afya na mafanikio. Neno lako linafanya kazi ndani yangu, likitoa matokeo yanayokutukuza, katika jina la Yesu, amina. Masomo zaidi basi hii leo tunayapata kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na kitabu cha Mwanzo uh, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi watatu na pia Isaya sura ya 55 mstari wa 11. Bila shaka umebarikiwa na ujumbe wa leo. Kama una swali au unahitaji ufafanuzi, pengine unataka kujiunga na jeshi kubwa la watu duniani wanaofadhili injili hii basi wasiliana nasi kwa nambari hii, alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Tarejea namba hiyo, alama ya kujumlisha 255 766 444 996. Mungu wangu aliye hai akubariki.